Cesmchwnipesa mchawini pesa, pesa. pesa. pesa bro, tafuta pesa mchawini pesa mchawini pesa mchawini pesa, pesa bro, tafuta, tafuta pesa. Nataka mapenzi mapenzi na una pesa sitakutesa watoto wazulu wezi wapata utachekesha

Mapenzi ya kweli hakuna, watu wanauwaza pesa, pesa, pesa. Utaja shituko, imetemwa, una pesa, pesa. Ongeza juti, kujituma, utafuta pesa, pesa, pesa. Heshima upendo tavuna ukiwa na pesa, pesa. Mchawi ni pesa, mchawi ni pesa, blo tafuta pesa. Mchawi ni pesa, mchawi ni pesa, mchawi ni pesa, blo tafuta pesa.

Aa, wengine wanapata kwa mo money. Nao igiri tafuta dili kiwa na ganji, demu atachiri saka do saka mapene, utapata mwembamba kibonge mnene. Tatizo ni ganji, tatizo mapene. Kwa hizo drama lazima useme mane, bila pesa utasafa, utachofa, utabeba moyo wako utaondoka, utaonononewa, utafoka, utachoka, utabeba kago zako na kuruka. So pupa, so pupa, ila ukiona fuba ni msuka, mapenzi ya kweli hakuna watu anawaza pesa pesa pesa, utaja shituko umetemwa sauna pesa pesa pesa, ongeza pesa. Juhudi kujituma kutafuta pesa pesa, heshima upendo utavuna ukiwa na pesa pesa, chawi ni pesa ni pesa, pesa, pesa mchawi ni pesa, pesa. Pesa bro tafuta pesa mchawi ni pesa mchawi ni pesa ni pesa, pesa bro tafuta pesa.